Karibuni sana ndugu wasikilizaji na watazamaji katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi ni naita Good Luck Joseph aka Imani Joseph formerly known as The Rap Addict. Nakaribisha sana katika episode yetu mpya, episode ya 65 to be exact ya Wanangu Podcast. kama ndo mara ya kwanza unasikiliza Wanangu podcast. Shout out to you kwa sababu umetenga muda wako ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiliza show hii, lakini kama wewe ni daily listener wa Wanangu Podcast, ningependa kukupa salute na kukushukuru sana kwa support ambayo umekuwa ukionyesha tangu enzi za Telegram mpaka leo tuko YouTube. So thank you very much. Without further ado, ningependa kwenda straight kwenye kitu ambacho nataka kuzungumzia siku ya leo. Kwa wale wote ambao wanatumia mitandao ya kijamii na wanaosikiliza vyombo vya habari obviously, atakuwa wameona backlash au vuguvugu ambalo vugu wamekuwa wakilipata mke wa moja kati ya wa wachezaji bora kabisa wa mpira wa kikapu anayefahamika kama Steph Curry. Mke wake anaitwa Ayesha Curry ambaye hivi karibuni alienda kwenye podcast ambayo inafahamika kama Call Her Daddy, na baada ya kuulizwa kwamba je, alikuwa na plan ya kupata watoto au wa kuolewa, akasema la hasha, hajawahi kuwa na plan ya kupata watoto wala kuolewa. Kwa taarifa tu ni kwamba Ayesha Curry aliolewa akiwa na miaka ishirini na mbili na Steph Curry naye pia akiwa fairly mdogo Uh, na wakapata mtoto right away. Sasa hivi wana watoto wanne na bado wako kwenye ndoa. Steph Curry anachezea timu inaitwa Golden State Warriors na anafanya vizuri sana na ni moja kati ya shooter bora kabisa kuwahi kutokea kwenye ligi ya NBA. Kwa hiyo baada ya Steph Curry, baada ya Aisha Curry kuulizwa hivyo watu na kujibu kwa jinsi alivyojibu, watu wamechukulia kwamba kama hana shukrani kwa sababu kwa, kwa, katika macho ya wengi Ayesha Curry amebahatika sana kuolewa na mtu ambaye anacheza NBA, na sio tu anacheza NBA, ni Steph Curry by the way uh, na mbali ya hivyo ni kwamba u kupata ajira NBA kucheza katika timu za NBA kuna kuja na kipato kikubwa sana, lakini mbali na hivyo, Steph Curry ni moja kati as as as as ya watu ambao wana clean record as far as scandals are concerned. Ni mtu ambaye yuko very scandalous as far as we know, hana scandal sana ukifananisha na watu wengine, hana naweza kusema hana scandal. Je, kusikia scandal ya Steph Curry ha, lakini ukifuatilia wachezaji wengine wa NBA una kuna kuta kila kona kuna kuna mambo mengi. Kwa hiyo Steph Curry is a family man, ni mtu ambaye anapenda kukaa na familia yake, ni mtu ambaye anamheshimu mke wake zake na vitu kama hivyo na in general ni mtu ambaye ana character ambayo watu wengi wanaipenda. Kwa hiyo kwa mke wake kujitokeza mbele kusema kitu kama hicho, watu wengi wamechukulia kama ni kutomheshimu mume wake. Lakini hii sio mara ya kwanza kwa Ayesha Curry kufanya kitu kama hicho. Kama mtakumbuka hapo nyuma kidogo, katika uh, talk show moja inaitwa The Real, alikuwa amealikwa, uh, lakini katika yale manjonjo majonjo ya, ya show akawa ameletwa jamaa mmoja pale ambaye alikuwa ni ni bouncer bouncer, saa hivi kapiga kapigapiga chuma na nini, alikuwa hajavaa shati, alikuwa analetea vinywaji pale. Basi Ayesha Curry, haka... igiza kama anataka kuvua pete ya ndoa ambayo alivalishwa na Steph Curry. Of course ilikuwa ni utani na of course Steph Curry mwenyewe unaweza kuta alielewa la kumind wala nini, pengine wal, walicheka tu baada ya hapo, lakini katika public obvious, kuna watu wanachukulia kama ni disrespect. Kama nilivyokuambia ukihusisha uh, uki, uki na the fact kwamba Steph Curry anaheshimika uh, kwa kwa karakta yake, lakini vile vile katika kipindi cha cha the red table cha kwake Jada Smith mke wa Will Smith uh, pia alishaalikwa pale. Ayesha Curry tena alialikwa akiwa yeye na, na mama mkwe wake mama wa Stef Curry na akasema mbele ya mama mkwe wake kwamba huwa inamuudhi kidogo pale ambapo Steph Curry anapokuwa na, anatamaniwa na wanawake especially anapokuwa uwanjani, lakini yeye yeah, hapati uh, attention kama hiyo kutoka kwa wanaume wengine. Ikumbuke tu kwamba mtu anayeongea hivyo ni mke wa mtu na anaongea mbele ya mama mkwe wake. Kwa hiyo kwa record kama hiyo watu wengi wanamchukulia Ayesha Curry kama ni mtu ambaye anamdisrespect mume wake again and again. Sasa whether hiyo ni kweli au la ni wao wawili ndo wanajua, kati ya Steph Curry na Aisha Curry, kwa sababu kwa mimi kwa disrespect, inabidi mimi ni feel kama mtu ame disrespect, kama mtu wa tatu, kama third party akisema kwamba huyu amekudisrespect wewe na wewe kwako ukaona tu freshi, sidhani kama kuna, kuna chochote. Kwa hiyo wao ndo wanajua, Steph Curry ndo anajua kama mke wake anamdisrespect au la, lakini huku kwenye public court, huku kwa watu ambao mtandaoni ambao mtu ananua bando Uh, kwa kwa matumizi anayotaka yeye kuyatumia, watu wanasema wanachotaka kusema, na moja kati ya vitu ambavyo vinasema ni hivyo kwamba Ayesha Curry hamheshimu mume wake. Wengine wanasema uh, hana shukrani kwa sababu he is one of the luckiest women in the world. Kama nilivyokuambia amezaliwa, ameolewa na miaka ishirini na mbili. Wanawake wengi sana wanatafuta ndoa lakini hawapati licha ukiachana tu na, na kuolewa na mtu kama mtu ambaye anacheza kwenye timu ya NBA na sio tu mtu ambaye anacheza timu ya NBA ni Steph Curry, by the way, ambaye anapewa um, sifa ya kutransform mchezo wa kikapu, kwa maana siku hizi watu wakiwa nje ya D wana shuti tu. Zamani ndio walikuwa na shuti, lakini haikuwa kwa kila mtu, walikuwa wale watu ambao wana uwezo wa kushuti. Sasa hivi utatembea hapo, utaenda kwenye koti za mtaani, dogo yuko kwenye yuko nje ya ya dia na shuti, sababu ya Steph Curry. Kwa hiyo anapewa sifa ya kutransform mchezo wa wa, wa wa, basketball. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana kaliba ya ya hali ya juu sana. Kwa hiyo, kwa hiyo watu wengi wanaona si sahihi kuwa kwa, kwa mke wake kuwa nje kama hivyo na ku voice opinion zake ambazo watu wengi wanazichukulia kwamba ni binafsi, zitakiwa ziwe private au sio? Kwa hiyo, lakini, hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Sijui wewe una maoni gani? Sijajua kama umeiona hii habari au ndio mimi na kuhabarisha sasa hivi, lakini habari ndio hiyo. Kitu gani ambacho tunaweza kujifunza kutoka, kutoka, kutoka, kutoka katika story kama hii? Nadhani umuhimu wa privacy ni, ni mkubwa um, Sisi binadamu haturidhiki hata tupate vitu vingapi vitu, haturidhiki kabisa, kwa hiyo nafikiri hata kama tuna, tuna tuna void tuna gaps katika mioyo yetu, basi nafikiri ni vizuri kujua wapi uh, unayasema una, una hayo ambayo yanakusibu, especially kama yanaweza akamkera mwenzio au mwenza wako uh, mume wako au mwakawo, wako wako au mke wako. i think it's very important kujua kabisa kama kitu unachokiongea katika public uh, kinaweza kikatafsiriwa vingine na, na watu wakaleta mambo ambayo hata hayakuwepo, kwa sababu unaweza kuta ndoa ilikuwa katika hali nzuri kabisa lakini kutokea na kutokana na kutokea kwa vitu kama hivi vweza vikaanza kuleta eh, vitu ambavyo havikuwepo, mtu akaanza kusema au kweli ana disrespect au kinachoongelewa mtandaoni ni kweli. Kwa hiyo katika hali hiyo unakuta kunakuwa kuna utata sana, na ni muhimu kwa sisi kujua tunaongea wapi, tunaongea nini, tunaongea na nani, na je, watu wengine uh, wanaweza wa, wa, wakachukuliaje hicho kitu. Now of course freedom, freedom of expression ni kitu ambacho kipo. Kwa hiyo watu wengine hawajali, hawajali impact gani itawakuta. Kwa hiyo as long as wao wameongea kile kitu ambacho wanataka kuongea, basi wanaongea na inakuwa imeisha. Lakini kama wewe upende kuzungumzia vibaya na watu wengine, japokuwa watu wataongea tu kama upendi basi usiwape watu kitu cha kuzungumzia. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza kwa hilo, uh, kutokea kwa, kwa Ayesha Curry. Kama unavyojua Wanangu Podcast ni sehemu ambayo tuna base sana kwenye entertainment. Sisi tunaangalia entertainment na education at the same time. Tuna vimerge hivi vitu viwili, tunaburudika lakini vivyo hivyo tunajifunza. Kwa kila episode ya Wanangu Podcast lazima kwa kuna lesson ambayo tunaipata ili ili tuweze kujifunza. Kama unajua binadamu lazima ujifunze kila siku ili uweze kuimprove au sio? Kwa hiyo mpaka kufikia hapa mwisho wa episode yetu ya 65 ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.